Alright, karibu tena katika sehemu ya nne, sehemu ya nne asili ya kufanikiwa kifedha kwa mtazamo, kwa mujibu wa Robert Kiyosaki tu, katika sehemu ya nne. Mimi ni Baraka Mwajeka, life coach, huyu yuko hapa anazidi kupa vitu ambavyo vitakusaidia katika kufanikiwa na kumiliki uchumi mkubwa sana. Namba zangu za simu ni sifuri kwa ajili ya masuala lakini pia kwa ajili ya kuendelea kufahamishana habari hizi na habari zingine nyingi ambazo ziko kwenye mtandao yangu ya kijamii. Kundi la nne ambao alisema Robert Kiyosaki, anasema kwamba ni kundi ambalo linaongozwa linaitwa investors, eh, ambao umekuwa elufi ai ai, anasema kwamba hii ni kundi ambalo the best kwa upande wake ni kwamba ni the best, na anashauri watu wote wawepo kwenye kundi la wawekezaji hawa ambao wenyewe hawa eh, ni watu ambao wanamiliki mali ambazo hazihamishiki na ni mali ambazo zinazidi kuongezeka thamani. Unaweza kumiliki gari lakini gari likawa sio asset tena, ikawa ni liability, inazidi kula hela zako tukula mafuta na nini na nini lakini kwa upande wa wawekezaji hapa, wanatumia vitu ambavyo vinazidi kuongezeka thamani. Naweza kawa ni ardhi, naweza kawa ni nyumba za biashara, inaweza kawa ni nini? Eh, yes mali kama hizo, ardhi na nyumba za biashara na vitu kama hivyo, ambavyo vinaweza vikatumika kwa muda mrefu na vikaongezeka thamani, havipungui, ila vinaongeza thamani. Hapa sasa, mtu anakuwa na uhuru wa kifedha mkubwa sana, kwa sababu aendelea kupata fedha nyingi wao ni watu ambao wana ananua ardhi nyingi. Baada ya kunua ardhi nyingi anachokifanya ni nini sasa? Ananua hmm? ardhi nyingi moja siku baadaye anaizwa kwa bei kubwa mno, anajikuta na hela nyingi sana, na ardhi hizo zingine zaidi kupanda thamani. Kwa maana yake akinua ardhi hii anauza ananua zingine kwa bei ndogo zaidi, anauza tena. Kwa maana yake anakuja anapata hela nyingi sana, kwa sababu ameka system nzuri hapo. Ni kwa ajili ya yako yake mwenyewe, lakini kwa ajili ya vizazi vingi vijavyo. Na hapa yeye anashauri sana kwamba mfanya biashara ambaye ana biashara kubwa ni vizuri, sasa tumia ile sehemu ya faida kuweza kununua ardhi hizi ambazo unajua kwa ziko sehemu nzuri na zitanunulika vizuri, uwezi nunua futulia mm, tumia ule ile faida ambayo umeipata kuweza kufanya mambo makubwa. Compound interest wanasema chukua hela irudishe tena kwenye biashara kwa namna nyingine ili iweze kuletea faida kubwa zaidi, faida kubwa zaidi. Sababu kwa asilimia kumi, asilimia kumi za watu ndio matajiri hawa ambao wanamiliki pato la taifa mm? wana asilimia kumi wanamiliki ja. pato la taifa, lakini asilimia tisini ndio still poa ko ni your choice now, kuja kuchukua kuchu, kuchagua ukae katika kundi gani. Kwao nimetoa ushauri kwamba kama umeajiliwa ni vizuri pia kuwa na biashara ndogo, hata anza biashara yote uta ambayo utaendelea kuifanya watu wengine. Lakini kama bado unajua kwamba unapata hela nyingi sana kwenye kwenye ajira yako, chukua hizo hela na weka kwenye biashara ambayo unatengeneza mifumo, ambayo mifumo hiyo itakusaidia kuweza kuongoza hiyo biashara yako. Unajua kutengeneza mifumo kan consult me if my zuri kwa ubora sana na ukafanya the great mm. Lakini pia mtu ambaye ana biashara kubwa anasema mizuri, lakini vizuri sasa, ukaweza kuzudisha hela zako katika vitu ambavyo ameshika ambavyo ameshika na bado vinazidi kupanda thamani wakati wewe unafanya biashara kubwa, lakini wakati huo ni mwekezaji. It is very possible, sio unaanza kutoka kuingia kwenye kwenye uwekezaji mna kwenye kuajiriwa e, hata sikushauri hivyo. Asante sana. Hapo kwa upande wa mtazamo wa Robert Kiyosaki, tutaishia hapo. Naamini kama una swali drop there, nitalisoma.